Ndugu zangu, nitoe rai, na rai yangu ni kumuenzi, ya kumuenzi inaendana pia kwa wananchi wote. Hii rai yangu ni kwa wananchi wote, niwaombe tumuenzi kwa kushirikiana kuleta maendeleo kwenye taifa, kama alivyosema mwalimu mwaka elfu moja mia tisa sabini na tatu, ikiwa maendeleo ya kweli yatatokea ni lazima watu washirikishwe. Kwa hiyo niwaombe watu tushirikiane katika kuleta maendeleo ya kweli ndani ya taifa letu. Migogoro, uvunjifu wa amani na mizozano haitaleta maendeleo ya kweli kwenye taifa letu. Kwa hiyo niwaombe wote tushikamane, tujenge nchi yetu, tuinue taifa letu, tulete ustawi kwa watu wetu. Mwisho kabisa. Niseme kuwa tunapoadhimisha muungano, tunaendelea kuwaombea mapumziko ya milele waasisi wetu, mapumziko mema ya milele waasisi wetu wa muungano, wa muungano na viongozi wote waliowafuata baada yao ambao nao wameshafika mbele ya haki.